Maneno yanasema hivi: Ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Anapoanza haya mausia yake kwetu, ambapo sisi kama watoto wake tunapaswa kuyashika, anasema ninyi ni mzao mteule, vile ulivyo. Kama ulisahau, kama hukufikiri Nitambue wewe ni mzao mteule alafu, hakuishia hapo. Hiyo ndio sifa ulionayo wewe, uliyokubali kuguswa na mvua ukaacha yote ukaja kukaa hapa. Anasema wewe ni mzao mteule, alafu akaongeza wewe ni ukuhani wa kifalme akaongeza, taifa takatifu watu wa milki ya Mungu. Baada ya kutaja sifa hizo zote zinazokugusa wewe na mimi, akaweka jukumu tu, tuzitangaze fadhili zake yeye aliyetuita, tuzitangaze fadhili zake yeye ambaye ametupatia sifa hizo Sasa natamani nikupambanulie kidogo kabla hatujazama ndani, tutangaze fadhili zake yeye aliyetuita tutoke gizani. Sasa anaposema mzao mteule, maana yake nini? Mzao mteule, unaweza ukaandika tu kitabu kile cha Yohana moja kumi na tatu Yohana moja kumi na tatu Mzao mtekule ni wale waliozaliwa si kwa mapenzi ya, ya mwili, si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mapenzi ya damu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Tumezaliwa kwa neno la Mungu, kwa mbegu isiyo